Uamuzi wa kuunda kikosi cha wanajeshi elfu hamsini nchini Lithuania katika miaka ijayo umejiri kujibu vita vilivyoanzishwa na Urusi nchini Ukraine mwaka 2022. Kutumwa kwa Wajerumani kunalenga kuzuia uchokozi wa Urusi unaoweza kutokea dhidi ya Lithuania na nchi zingine za Baltic zikiwemo Estonia na Latvia, jamhuri za zamani za Kisovyeti. Kuanzishwa kwa kikosi cha kudumu nje ya nchi ni hatua ambayo haijawahi kushuhudiwa kwa vikosi vya kijeshi vya Ujerumani Bundeswehr katika zama za baada ya vita. Merz amewaambia waandishi wa habari katika mji mkuu wa nchi hiyo Vilnius kwamba kuna tishio kutoka Urusi na wameamua kujilinda dhidi ya tishio hilo kwa ajili ya usalama wa ulinzi wa NATO kwa ujumla. Ujerumani pia inawekeza kwa kiasi kikubwa katika vikosi vyake vyenye silaha. kwa kufanya hivyo tunataka pia kutumia ishara kwa washirika wetu wa muungano. Hebu sasa tuwekeze kwa uthabiti katika usalama wetu wenyewe, na tutaendelea katika njia hii pamoja na kwa kujitolea. Pamoja na washirika wetu, tumedhamiria kulinda eneo la muungano dhidi ya uchokozi wowote. Usalama wa washirika wetu wa Baltic pia ni usalama wetu. Tunasimama kidete upande wa washirika wetu katika mataifa ya Baltic. Partner im Baltikum. Rais wa Lithuania Gitanas Noseda amepongeza ziara ya Merz kama ishara ya Ujerumani kuimarisha uzuiaji na ulinzi wa nchi yao na eneo zima la NATO Mashariki. Akiwa mjini Vilnius, Merz atashiriki sherehe ambayo inaashiria kuundwa kwa kikosi cha mapigano mazito cha Brigedia 45 ya Mizinga, inayojulikana kama Brigade ya Lithuania. Naibu msemaji wa serikali Stefan Meyer amesema hiyo itakuwa hatua muhimu kuweka kituo cha kudumu cha brigedi ya Ujerumani kwenye eneo la mashariki la NATO. Kikosi hicho kitajumuisha wanajeshi takribani 4800 na wanajeshi 200 wa Bundeswehr, kitatumwa hatua kwa hatua katika miaka ijayo na kinapaswa kufanya kazi ifikapo mwaka 2027. Ramadhan Tuwa, UFM.